Leo ni siku ya furaha ambapo upendo na sherehekea maharusi wetu wamesimama pamoja, na dunia inashuhudia hadi ya maisha mapya. Tuwapongeza kwa upendo wao usio na kifani, maharusi hmm, hmm, wamesimama mikono miwili wameungana kwa hadi kwa upendo wa dhati, leo siku yao furaha na inatufikia. Upendo wao ni mwangaza unangaza kila kona. Naomba kuuliza, ni nani anayemtoa Jennifer Jonas ili aweze kuolewa na Sephania Robert. Katika safari... katika hali yoyote ambayo, ambayo Mungu ataiweka na wengine wote nitawaepuka na, na, na, na, na, na kuwa na yeye peke yake siku zote nitakazoishi, siku zote tutakazoishi. Siku zote tutakazoishi. Wote wawili, wote wawili. Napenda kuwa na na wewe, na wewe mwanaume, mwanaume. Robert, Sephania Robert. Robert. Uwe mume wangu wa kunioa, nitakuwa pamoja nawe na siku zote zilizoamuliwa na Mungu, siku zote na Mungu. Zaa, unangaza kila kona katika safari ya maisha peji za titi kuwa kitu kimoja. Nguvu za upendo wenu zinaleta matumaini kwa wote wanawazunguka. Tunahidi kiku wageni walikwa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Basi napenda kwanza kuwashukuru Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Assalamu alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moja kwa moja niende kwenye utambulisho. Kwanza kabisa, napenda kumtambulisha kwenu mke wangu kipenzi Ndio, mke wangu anaitwa Jennifer. Umeambia ni chakula nani? Leo ni siku ya furaha ambapo upendo na sherehe. Jamani, imetambulisha sana lakini, kuna mmoja ambaye ndo kichwa cha familia, yaani bila yeye hamna mwingine mume ah, wangu, naomba wapungie mikono <laughs> Nakupenda sana na asante pia kwa kuniheshimisha. DJ DJ <coughs> Shale oh <yeah! tos> <coughs> DJ wapeleke basi wakae taratibu. <coughs> <coughs> <Wasukuma mpo! tos>